Akiunguruma tu ujue kuna jambo ndio. Ni Simba Sports Club, wana Msimbazi hawa, wana mabadiliko hawa, timu yenye mafanikio zaidi kimataifa, Simba Sports Club, Simba nguvu moja. Jana leo ni lele. Mambo vipi na wachama mwenzangu, shabiki mwenzangu na mpenzi wa klabu ya Simba, karibu sana, na nikushukuru kwanza kwa kuweza kupakua app ya Simba. Nikwambie karibu sana kwenye Simba App lakini kingine ki ambacho ulikuwa ukifahamu, Simba app imeweza kupakuliwa na zaidi ya watu elfu 18. Kikubwa ambacho Simba app unaweza kukipata ni pamoja na video mbalimbali, kuona live updates, kuonana matukio mbalimbali, boma shuka uwanjani. Lakini pia utaweza kuona mahojiano na exclusive interview kutoka kwa viongozi wa Simba na watu wengine mbalimbali. Lakini pia, Simba app karibuni kabisa itakuzindulia gazeti lake ambalo utaweza kujionea vitu vingi, ikiwa pamoja na matokeo za zamani lakini historia ya klabu ya Simba ambayo naamini itakuvutia na ita utaipenda. Sasa Simba app leo tumekuzindua kitu kipya kizuri kabisa. Simba app tumekuzindua segment inayojulikana kwa jina la Kindakindaki. Kinda Kindaki ni segment ambayo inakutanisha wewe mwanachama, wewe shabiki wa Simba, wewe mpenzi wa klabu ya Simba kokote pale ulipo uweza kuzungumza kupitia Simba app ambapo tweza kuchukua maoni yako, ushauri na mimi kwa namna moja ama nyingine tuweza kuwafikia watu wengi lakini pia tuweza kufanya kazi na uongozi wa Simba ambao tayari tutakuwa nafuatilia kupitia Simba app. Sasa Simba app leo kupitia kindakindaki imeanza kufanya kipindi cha kwanza, kwanza kutoka maeneo ya Magomeni Mwembechai. Huko tuweza kuzungumza na wadau, wapenzi, wanachama wa klabu ya Simba ambao wameongea mambo mengi sana kuhusu na Simba lakini pia tuweza kuzungumzia mchezo ambao unakuja dhidi ya Mbao FC ambao, ambao tunaweza kutazama tarehe nane. Nisikuchoshe sana. Kwambie pia Unaweza kushia nasi kupitia Simba app kwenye sehemu ya tuongee kutuambia. Je, ungependa Kindakindaki itembelee mtaani kwako? Ungependa Kindakindaki ifike kuzungumza na wewe kwenye tawi lako? Haya yote unaweza kushia nasi kupitia Simba app kwenye kipengele cha tuongee. Sasa basi, twende moja kwa moja kuona wanachama wana wapenzi na mashabiki wa klabu Simba kutoka Mwembechai, Magomeni, jijini Dar es Salaam wakizungumza na Kindakindaki kupitia Simba Live. Ni kitu gani ambacho mmeongea na mmeongea mengi sana, ambayo naamini kwa namna moja na nyingine yatakuvutia au utaungana nao katika kuendeleza gurudumu la Simba. Mimi ni Khalid Mhina, twende tukaona ni kitu gani ambacho wameongea wapenzi na mashabiki wa Simba kutoka Magomeni, Mwembechai. Karibu. Mimi nimeanza kupenda Simba toka na maliza elimu ya msingi miaka sabini na saba huko naingia shuleni. Shule mimi napenda Simba, na wakati na ule tunachukua tuna ubingwa mara tano mfululizo mm, mimi ndio kitu ambacho kilikuwa kinafuraisha kina Sweniali wakati yeah, ule walikuwa wanapiga magoli, wala ulizo kenda uwanjani, furaha uitafuti. Kikosi kilichofika finali ya CAF kilikuwa kinaifuraisha mno na su sikujua kitu gani pale kilitokea mpaka atuk atukuchukua ubingwa ule, na tungeweka historia ambayo tungeziba tunge maneno kwa upande wa pili mm. Mpaka leo ingekuwa historia, lakini bahati mbaya, bahati mbaya hivyo hivyo, wanasema nyinyi mnajitahidi ni. Mlifanya <mum> nini, bado kauli wanayo, lakini tulitaka tungefunika pale yeah. Kauli pale kauli hiyo tungeitoa yeah. Ushindi wa kishindo N... wa kishindo tulivyoifunga timu moja ya Angola ambayo ina kipa ambaye alikuwa anasema afungiki ile, ile pamba tulishinda tatu bila, nakumbuka magoli alifunga Edward na Maruta, soma hapa uwanja wa Taifa, ile mechi alifungalichumia sasa hivi. Uh, utani kila siku kunavokucha unapungua hmm. Lakini sio kwamba unapungua kwa nani, kwa, kwa, kwa kuchaulana lakini uwezo wa timu ikifungwa uwanjani, siku ya pili yake wewe utoke, mambo yanabaki pale pale kwamba mimi kwa mfano, mimi nimeahidi kununua magazeti pale mtani hmm. Kote kama iwapo Simba ingeshinda. Na kwa nini mwanulia magazeti watu wa Yanga nikapelekea? <laughs> Tukapelekea kwa wale waamka tu Jumapili wakakuta magazeti kijiweni. Eh, ka, nani <laughs> mm, kwa nani niliwaahidi? Kwa sababu nilikuwa najua kinachotokea kinachokuja nikipiga, niliwaambia sikapikesha na kununua magazeti yote. Kwa sababu tuliandaa timu yetu vizuri. Eh, naitwa Mustafa Ibrahimu, shabiki wa Simba Dume. Kutoka tawi gani? Tawi ya Simba Dume. Tuangalie mchezo wa Simba na Madrid kwa kasi ndani. Ana utathmini vizuri kabisa naona ushindi ni, ni muhimu kwetu. Na kutokana na mechi ya juzi tumetua pesha ya kutafuta ushindi. Kuanzia sasa hivi ni mwendo mdundo, tunashinda mechi zote hizi zilizobakia, na tuna imani wenzetu watapoteza hata mechi moja. Eh hey, inshallah, nasi tutashangilia ubingwa mwaka huu kikosi, kikosi cha Simba. Lakini pia mwenendo wa kikosi kikosi sasa hivi cha Simba kizuri, tukiangalia yule Shabalala pale eh hey, Ndemla, wanajitahidi sana na yani vijana kweli wanaweza, sema ni game tu wakataa kwa juzi ile, lakini na imani watasonga mbele. Ukipata nafasi dakika na mbili za kumshauri kocha Omoga ungependa afanye nini kwenye kikosi cha Simba? Anavyofanya vizuri, anavyopanga kikosi chake, sema tu a, a, apige na maombi vilevile, maana sio anapanga tu kikosi bila kuomba Mungu, aweze kuweka hamasa wachezaji waweze kuleta ushindi, hilo e, nalo ni muhimu na vile vilevile kiujumla unazungumzaje, timu ya Simba tangu imeanza ligi, mwendelezo wake mpaka sasa hivi, lakini kubakisha mechi kadhaa kwenda kumaliza ligi, unazungumzaje klabu ya Simba na timu ya Simba kiujumla? Ah, kiujumla okay, timu ya Simba imejituma tangu mwanzo, ni mwaka huu ametufurahisha, amejituma, tumeongoza ligi kwa muda mrefu. Hizi hii kifurushi cha muda mfupi aochoongoza wa jamaa, nafikiri kitaisha na, na ubingwa tutachukua taendelea kama kawaida, hata watapoteza tu wao, nani bwana eh washaenda huko nje wamechokachoka na waezaji wenyewe washaanza kuzeekazeeka, vijana wanaweza tutetea ushindi mwaka huu. Bukungu anarejea kwenye kikosi baada ya kadi ya adhabu, nafasi ya Bukungu ah, na tena yule ndo anaweza kabisa, akikaa pale akichezea nafasi yake. Aa, wapumui walipumua juzi, alikuwa yupo yule kidogo. Mashabiki wa Simba, wapenzi, wanachama wamekuwa wakivutiwa sana klabu yao, lakini kifupi walikata tamaa, nafasi hii kupitia Simba Live kwenye Simba una kipi cha kuambia mashabiki wa Simba eh, kuhusiana na mchezo unaokuja, lakini pia kuwapa nguvu mashabiki kuelekea game na, na ubingwa kwa jumla. Mashabiki wa Simba wasife moyo, kwa sababu mechi ya juzi yajuzi wa vijana walijitahidi, wali mwanzoni, tangu mwanzoni ulivyoona vile, sema gemu ilikuwa sio la kwao. Na pia kupigwa ku, ku, ku, kupigwa teke chura ni kuongezewa spidi, kwa hiyo na imani tuta... ni kitu gani ambacho wanakipenda Simba? Hebu tuambie kitu gani ambacho huwezi kukisahau kutoka kwenye klabu ya Simba? Ah, mi Simba, mi Simba naipenda totoka to, maoni. Tofauti ya Simba ya miaka 90 na Simba ya sasa hivi tunaiona ni kubwa. Simba ya miaka ya nyuma, ile Simba ilikuwa inajituma, ikitaka ubingwa inajituma kwelikweli, aipotezi mechi mechi muhimu ile, watapambana kufa na kupona wafanikiwe kwao. Nataka sasa hivi wajifunze kwa wale wa zamani, wapambane hizi kipindi cha mwisho ili watufurahishe mashabiki na wa Simba. Naam, ina tumeona kutoka, umeenjoy na umefurahishwa kile ambacho wamezungumza mashabiki na wanachama kutoka tawi la mpira pesa pale Magomeni Mwembechai. Tuzungumza nao mengi sana, ambao naamini kwa namna moja au nyingine amekujenga na amekushawishi pia. Lakini pia kama unatamani kipindi hiki cha Kindakindaki kitembelee kwenye tawi lako ni fursa sasa ya kupita kule kwenye Simba au kufika pale kwenye tuongea, alafu tuandikie, je, tawi lako linapatikana wapi? Ungependa lini tuje kufanya mahojiano kwenye tawi lako? Nikusii, pia endelea kupakua Simba app kwa wale ambao bado amba hawajaweza kupakua Simba app kupitia kwenye Play Store download pay, alafu Simba app kuweza kujipatia vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye Simba app. Mimi ni Khalid Mhina, usikose kipindi kingine ambacho kitakujia hapa hapa kwenye Simba app. Asante. <muchas>